Kwa namna gani serikali imewapa unafuu katika kupata mali ghafi ambazo zinawasaidia ninyi kutengeneza hii mitambo, ili na yenyewe iweze kusaidia kutengeneza bidhaa zingine ambazo nakusudia. Kwanza <coughs> nitaka ni, ni, ni, nikueleze changamoto hii ndio, alafu tutaona namna gani ambavyo kunaweza kuna kuwa na unafuu ndio. Hii, hii mashine ya kupalilia <coughs> tumeisanifu kwa kushirikiana na Africa Rice <coughs> taasisi ya kimataifa ambayo inahusiana na, na huduma za kwenye, kwenye mashamba ya kilimo cha, cha mpunga, sawa. Mashine hii mm. Vitu ambavyo tunatumia kutengenezea mashine hii mm. Kuna baadhi vinatoka nje mm -hmm. Na tuseme kiasi kikubwa kinatoka nje na udogo wake hivi hivi, hivi. Mm -hmm. Kwa hiyo hiyo engine mm. Na gearbox yake mm. Na shaft mm hizi tunazinunua toka nje. Mm. Unataka kuniambia injini kama hii na, eh, na hii gear box eh, haipo hapa, hapa nchini? Hatuna, hatujaanza kutengeneza injini za aina yoyote hapa nchini. Kwa hiyo hivi vitu vinatoka nje. Mm -hmm. kwa hiyo hivi vitu vingine pamoja na lile boya lile mm. Lakini hii, haya mabati haya tumenunua hapa hapa nchini mm. na mabomba unaweza ukakuta mabomba yametengenezwa hapa hapa. mm. mabati ya aluminium itakuwa labda yametoka nje. mm. mabati mengine ya, ya chuma yametoka nje. mm. kwa hiyo kuna sehemu kubwa ya vitu hivi ambavyo vinaingia kwenye mkondo wa biashara ya kawaida, mm. ambayo sasa serikali haiwezi kuingilia kwa sababu imeishaweka utaratibu. mm. utanunua utatoa VAT, uta, utafanya gharama zako zote mpaka ikufikie kwako uendelee na uzalishaji Hmm. Atakayenunua hmm. bati la aluminium kutengeneza dirisha hmm. hata kuwa tofauti na mimi ambaye nitanunua kwa ajili hmm. ya kutengenezea mashine ya kwenda ku. Hapo unataka kusema nini? Maanake umekwenda kwenye dirisha na mfano wa mashine eh. Sasa hmm. hii mashine ikiletwa nzima hmm. kutoka nchi za nje inasamehewa ushuru hmm. mimi naagiza enjini hii na gearbox mm. Kutengeneza hii mashine hapa nchini mm. Hivi vitu vinatozwa ushuru mm. Ni dhahiri mm. Yule ambaye anatoa nje mashine hii mm. Akija hapa mimi siwezi kushindana naye mm. Kwa sababu vitu vingine vyote ninavyotumia tayari vimetozwa ushuru, wakati mashine yenyewe haipaswi kulipwa vati mm. Lakini mimi kuimpoti hivi vitu lazima ni nilipe ule ushuru. Kwa hiyo mwisho wa siku, bei ya kutengenezea hiki kitu hapa inakuwa sio shindani ukilinganisha na yule ambaye anaileta toka nje. Maana yake nini? Kwamba sasa tuko, yani, tunafanya unafuu kwa mtu ambaye ni mzalishaji wa nje kuliko kuweka unafuu kwa huyu ambaye ni mzalishaji wa ndani na hivyo hivyo kwa bidhaa zote ambazo ni za zinaendana na kilimo mm. Sisi tukinunua yale mabati hata kama bidhaa yenyewe tutaiuza bila, bila VAT mm. Lakini sisi tumeisha meza ile gharama ya VAT katika kununua mm, hizo malighafi yeah. Okay. mm -hmm. Sijui kama umeipata. E, najaribu kuipata hiyo, hiyo. Na pengine katika hili kwa sababu tunazungumza na kipindi chetu kiko mubashara. Ni. Katika hili tunafahamu eh, wizara ya viwanda ipo na biashara na, ya. Pengine rai yako ni ipi, wito wako ni upi ili pengine kuhamasisha wawekezaji kwa, kwa, kwa, kwa lugha nyingine nilivyokuelewa maanake kwamba inawezekana kuna watu wengine wanashindwa kuingia kwenye uwekezaji huu kwa sababu ya changamoto kama hizi ambazo sasa nadhani na unaweza ukazitafsiri kama changamoto Ndiyo. Rai yako kwa serikali na hasa specific Wizara ya Viwanda ikoje? wizara mbili hmm. Wizara ya Kilimo hmm. na, na wizara ya Viwanda, ya viwanda na biashara. Naam, kama tunataka kuhamasisha wawekezaji hmm, uwekezaji wa katika maeneo haya hmm, ambayo yanazalisha bidhaa ambazo ziko kwenye orodha ya bidhaa ambazo zinasamehewa ushuru hmm, wa, wa hasa i, i VAT hmm, na wakati mwingine ushuru wa forodha hmm, basi ni vizuri kuangalia jinsi gani ambavyo tunaweza tuka tukawezesha viwanda vya ndani vikafanya vika biashara yao kulingana na unafuu ambao unaweza ukapatikana kwa kuleta bidhaa ambazo ni zimazima zima, mm hazikuundwa -hmm. hapa nchini.